Mimi naitwa Jebla Kambole e, ni miongoni mwa mawakili ambao walikuwa wanawakilisha watu kadhaa e, kwenye kesi ya kudharau amri ya mahakama ambayo imefunguliwa na baadhi ya waliokuwa wanachama wa Chadema. E, kimsingi e, leo nilikuwa nakuja shauri kwa ajili ya kusikilizwa na tulikuwa mawakili kadhaa, nilikuwepo mimi pamoja na Hekima Mwasipu, lakini pia mwakilishi wa bodi ya wadhamini Dr. Zavela Waitama alikuwepo na shauri ilikuwa limekuja kwa ajili ya kusikilizwa. Kwa hiyo tumesikilizwa mapingamizi ya awali juu ya maombi ya kutaka e, wadaiwa kukamatwa ambao ni makamu mwenyekiti John Wegesa Heche, Rose Mayemba, Brenda Rupia, Twaha Mwaipaya, Hilda Newton e, e, Gervas Lyenda na katibu mkuu wa chama pamoja na wajumbe wa bodi ya wadhamini. Kwa hiyo shauri ilipokuja leo kwa ajili ya kusikilizwa, tumesikiliza vitu vyote, tumesikiliza mapingamizi ya awali lakini pia tumesikiliza na maombi yenyewe ya msingi yaliyopo mahakamani. Lakini jambo gani ambalo tunaweza tukasema ni kwamba e, kesi bado iko mahakamani na sisi tumeeleza kwa namna gani wateja wetu hawajakiuka amri ya mahakama na amri ya mahakama ilielekeza nini nini kifanyike. Kwa hiyo tumeeleza mahakama kila kitu nini kifanyike amri zilikuwa zinahusu nini, na lakini pia tumeitarifu mahakama kwamba Mheshimiwa John Heche ameshindwa kuleta kiapo chake kinzani kwa sababu hayupo, hatujafanikiwa kumpata lakini mahakama imesema kwamba yenyewe haijui, haina taarifa kwamba hayupo. Kwa hiyo tungetakiwa kuleta ushahidi zaidi ya kile ambacho kinajulikana. Kwa hiyo sisi ambacho tumekifanya tumeeleza mahakama kwamba hakuna dharau kwa mahakama ya namna yoyote ile, na mambo ambayo mahakama ilielekeza watu wametekeleza. Kwa kile ambacho kinadaiwa kwamba wamedharau mahakama, tumewambia mahakama sio sawa. Kwa hiyo mwisho ziko kwa sababu kesi bado iko mahakamani, tuache mahakama itasikiliza itafanya maamuzi yake ni nini imeona kwa kile ambacho tumewasilisha, lakini kimsingi mahakama inakuja kutoa maamuzi siku ya tarehe nne mwezi wa kumi na moja, saa tisa mchana. Kuna hoja ya mapingamizi ambayo mmewasilisha mmejaribu kupitisha mapingamizi yenu yalikuwa yanalenga kwenye maeneo gani hasa? No, mapingamizi kwanza yalikuwa yanalenga kwenye maeneo makuu mawili, maeneo makuu matatu. Kwanza kuhusiana na ukomo wa muda, kama shauri liletwa kwa wakati, kwa sababu tunaamini madai ambayo alikuwa anaambiwa wameyatenda yalikuwa nje ya muda mpaka kuja kuleta, siku 60 zilikuwa zimepita, lakini pia tulikuwa tuna hoja kuhusiana na malalamiko dhidi ya wateja wetu, kama malalamiko kweli yana mashiko kwao. Tumeeleza mahakama malalamiko yetu ya, malalamiko ambayo sisi tumeeleza mahakamani e, eh, na kimsingi tumesema kwamba kwa sababu amri ilikuwa inahusiana na matumizi ya mali, haikuzuia moja kwa moja kwa wanachama wengine kufanya siasa au watu wengine kufanya siasa, then tukasema sio sawa, kwa sababu si hiyo amri ya kuelekeza kwao, na sisi tumeiambia mahakama kwamba hiyo amri hiyo wao hawakupewa na maamuzi ya mahakama. Ni, ni maamuzi ambayo yalikuwa yanahusiana na wahusika sio ya, ya dunia nzima. Tunasema it was judgment in persona not in rem, kwa ilikuwa inawahusika watu wenyewe sio kila mtu lazima aheshimu. Kwa hiyo waliopaswa kuheshimu waliheshimu, lakini wamekuja kushtakiwa ambao hawakupaswa, hawakuwa na maelekezo hayo na mahakama. Kwa hiyo kitu cha msingi ndio hicho ambacho kilifanyika, kwa mapingamizi yalikuwa yamejikita kwenye maeneo mawili. Lakini pingamizi jingine ilikuwa imejikita kwenye hoja kwamba iwapo wakili anaweza kuwa ni wakili na shahidi kwenye kesi moja. Kwa hiyo pia tulieleza mahakama siku, mahakama yenyewe ndio itapima, itaamua kama inawezekana mtu kuwa wakili lakini pia kuwa shahidi kwenye kesi hiyo hiyo, kwa sababu tumepeleka hoja kwamba miongoni mwa mawakili wa walalamikaji hapa ame, ameapa pia kiapo kuhusiana na ushahidi wa kielektroniki. Kwa hiyo tuna tunaiacha mahakama iamue kwamba ni sahihi kwa wakili kuwa shahidi lakini pia kuwa wakili kwenye kesi moja. Kwa hiyo si tumeieleza mahakama kwamba ni ni kinyume cha sheria na ni conflict of interest kwamba uweze kuwa shahidi na ukawa wakili. Kwa mwisho, siku mahakama ndio itaamua itachuja. Itaona hoja zetu zina mashiko au hazina mashiko ita, itaamua. Lakini jambo la msingi la kuelewa ni kwamba shauri zinakuja siku ya tarehe tarehe 4 saa 9 mchana Novemba. Kwa sababu adhabu ziko kisheria na hii ni, ni, ni madai. Ni kesi ya madai haijatoka kwenye jinai. Kwa hiyo eh, mashauri mbalimbali yanaelekeza namna ya kutoa adhabu. Kwa hiyo mahakama huwa inaangalia kutokana na mazingira inaweza ikatoa onyo inaweza ikatoa faini ya kulipa au inaweza ikitoa faini inatoa muda wa kulipa. Endapo mtu akishinda kulipa kwenye muda husika, then anapelekwa gerezani, kwa sababu msingi wake ni madai, msingi wake sio jinai. Ndio unajua, wa wengi wanajielekeza kwenye rasilimali za chama, lakini amri iko clear kwamba shughuli za chama zisifanyike. Tunaposema shughuli za chama, ikiwa ni pamoja na kuandaa mikutano, kutoa clarification e, mbalimbali kwenye, kwenye mitandao ya kijamii kueleza hiki kinamhusu huyu yakimhusu huyu shughuli za, za, za siasa. Sasa wengi wanajielekeza kwenye matumizi ya mali kwamba kwanza, mali tumezuia sisi, hatujazitumia na hatujazigusa lakini Mheshimiwa Jaji hakutoa amri moja tu, alisema shughuli za siasa zisifanyike na mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo ukiita waandishi wa habari, ukakaa ukaanza kutoa clarification ya mambo ya kesi ya na tayari, unafanya siasa pia, hapo hapo ukiangalia e, pia kwenye press conference ulizokuwa ukifanya baadhi walikuwa wakieleza kwamba amri hii haituhusu. Kwa hiyo sisi tunawashauri mwendelee kufanya hivi nakuwa ni moja, upande ule zi ambao kwa mtazamo wa wateja wetu wanaona kwamba ni moja kuvunja amri za mahakama, mbili kudharau amri za mahakama, lakini tatu pia ni ku encourage watu wengine, eh, kuwamotivate na wao, oh, wafanye jambo hilo la kufanyaje la kuvunja amri za mahakama au kudharau amri za mahakama. Lakini pia kuna wengine kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa wakiendelea kusema mambo na kupublish mambo na kufanya vitu ambavyo wao wakiwa kama maafisa wa chama wamezuiliwa kutokana na zile amri lakini wanapuuzia na wanafanya. Sasa kwa hiyo ndo tuliowasilisha mahakamani itakuwa sasa kwa mahakama kusikiliza na kufanyaje? Kuona kama yes. E, e, ombi la kwanza ni kwamba tumeomba mahakama itaje kwamba hawa watu wana wako katika kuvunja au kudharau mahakama. Ombi la pili tumeomba iwachukulie hatua za kuwashikilia kama wafungwa waende gerezani, yes wana, kama adhabu ya kudharau mahakama. Hao ndio maombi basically tulioomba.